Usiku nzima sijui ni nani asubuhi ya, ya leo amefanya kazi ya kuchosha. Mwaka wa 2025 walikuwa wamejipanga kama jinsi nimejipanga, kama jinsi umejipanga na hiyo job. Praise be to God, ukajua Januari kukianza, niko na elfu yangu mia. Bwana Yesu inuliwe. Kwa hivyo nitaweka kazi nzuri ya viatu, nitaweka kazi nzuri ya kuuza mboga, nitaweka kazi nzuri ya kuuza ndizi. Praise be to God, katika hii factory nitaongeza vitu mpaka na wafanyikazi. Haleluya! They had everything yenye wangeona katika maisha ya kikawaida. Niko sawa, lakini naona ya kwamba Yesu, wanakuja wanasema ya kwamba bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku mzima. Sijui ni nani asubuhi ya, ya leo amefanya kazi ya kuchosha. Ulikuwa ukianza mwaka, umejipanga, umejua ya kwamba ikifika Disemba nitakuwa nimenunua kapo, at least ka point, tunaita ka point. Praise be to God, nimechoka ku daiwa nyumba, nimechoka kufanya mambo fulani. Sijui ni nani huyo asubuhi ya leo amechoka, amefika mahali amechoka, but we need divine help from God. Wakati ambapo Yesu sasa anaingia, kuna wakati nilihubiri kuhusu when Jesus is invited. Praise God. Sasa wakati Yesu anaingia mahali pale Anaambia Simon Peter, ingisha nyavu zako mpaka kilindini. Glory be to God. Ingisha sasa nyavu mpaka kilindini. Na I thank God kwa sababu Simon Peter hakubishana. Akarusha nyavu zake mpaka kilindini. Na tumeona ya kwamba ali hakuweza mpaka kuvuruta zile samaki kwa sababu zilikuwa nyingi mno. Bwana asifiwe. Sijui ni yapi umeyafanya, unaona ya kwamba ni kama imefika mwisho. Maybe kuna mtu akona deadline ya hivi, sema ulikuwa umechukua loan ya mwaka mzima. Tafuta msaada wa kiungu sasa, choka na hali. Praise God, omba ya kwamba Bwana akaingirie sasa akaweza kuingia katika that situation. Tuko na Mungu ambaye tunaweza muita na akaweza kutuitika.